Kajuzi mwishoni mwaka jana mwanzoni, ambako tulikuwa tunafanya tathmini ya maudhui yaliyokuwa yanatoka katika vyombo vyetu vya habari mm, lakini na, na taarifa nyingi na ripoti nyingi zilizokuwa zinatoka kuhusiana na tasnia ya habari. Kwa hiyo tukawa tumeona pia tunapunguka katika maudhui ya ndani kwamba, um, kile kinachotangazwa katika vyombo vyetu vya habari, namna habari zinavyotangazwa, namna ambavyo waandishi wa habari wanavyojibeba wao kama wanataaluma, tukaona kwamba kuna ombwe, na katika hili ombwe tukawa tuna tafakari ni namna gani tunavyoweza tukawa uh, tuka, ama kujenga uwezo au kute, kufanya kitu ambacho kinaweza kikawahamasisha kwa hiyo uh, baada ya kuona kwamba kuna tatizo na hasa tunapokuwa tunaangalia ile mikakati yetu, sababu TAMWA mm. ni chama cha waandishi wa habari wa wanawake Tanzania, lakini tunafanya kazi kimkakati ki yani, mm. tunao mpango mkakati mm. strategic um, plan, e, strategic mm. plan yetu ambayo inakuwa na malengo yake mm, na malengo mojawapo ni kuangalia ule weledi wa na namna mambo ya kijinsia yanavyoandikwa katika vyombo vya habari kwa hiyo uh, tukaona kuna ombwe na ombwe ni kubwa, na lina athari kubwa kwa ki a, athari ambayo ni hasi kwa jamii, kazi cha ile kazi za waandishi wa habari. Kwa hiyo um, tukawa tumejikusanya na tukawakaribia TCRA eh? kwa sababu TAMWA inafanya kazi na mashirika mbalimbali mbali, ya ndani na ya nje ya Tanzania hata na wananchi pia, tunafanya nao kazi, lakini katika hili tukaona kwamba mamlaka ya mawasiliano Tanzania ndio yenye, yenye wajibu mkubwa wa kuyasimamia maudhui, lakini maudhui yanayotoka katika vyombo vya habari yanakuwa pia, sio pengine waandishi wa habari wanajisahau, ama pengine kuna hali ambayo inawaacha lakini pia katika hii hali ambayo inawaacha nyuma ambayo ni ya kiteknolojia mm, tukaona kuna umuhimu wa waandishi wa habari kujengewa uwezo pia. Kwa hiyo uh, kwa kifupi ni kwamba hii ndoto ya kuwa na, na hizi tuzo ambazo wakati huo bado zilikuwa hazina jina ilianza kwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari na tuli, baada ya kuwakaribia wenzetu TCRA walio nao walikuwa na wali katika mipango ya namna hiyo, atazungumza zaidi Mhandisi Kisaka. Uh, ndio tukaanza na mafunzo, mafunzo ambayo tulifundisha waandishi wa habari kwa kuunganisha nguvu uh, na hii haya mafunzo yalienda kwa wanahabari wana elfu mbili na hamsini na nne Yani Tanzania ilikuwa idadi ya waliopata mafunzo, waliofikiwa na mafunzo na waliofikiwa na mafunzo walikuwa ni wanahabari wenyewe, akiwemo waandishi wa habari, watangazaji, meneja, wahariri, wahadhiri, uh, lakini pia na wenye vyombo vya habari na watengeneza maudhui wa mitandaoni. hmm. na baada ya yale mafunzo ikawa kwamba sasa tumeshafanya mafunzo na mafunzo aliyapenda kwelikweli, kwa sababu walikuwa wanafundishwa vitu vingi tofauti na vya vizuri. mm. kwa mfano walikuwa wanafundishwa masuala ya akiliunda artificial mm. intelligence mm. lakini pia walikuwa wanafundishwa namna ya kuongeza ubunifu wa katika kipindi hiki cha maendeleo ya teknolojia, lakini pia walikuwa wanafundishwa uzalendo, yani kufahamu na namna ya ku Uh, maudhui kwa namna ambayo ataitangaza nchi na atatangaza vitu ambavyo tunavyo, watatangaza asili yetu, utamaduni wetu, lakini pia namna ambavyo mwandishi wa habari anaweza kajibeba, hii tuliita personal branding. Mwandishi wa habari un, unajithamini na mm. namna gani, namna utakavyojibeba mbele za watu, unavyo mm. vaa, unavyo zungumza, unavyo wakaribia watu, unavyoingia na kutoka mbele za watu. Kwa hiyo hivi pia ni vitu ambavyo <coughs> tuliona ni vizuri viweze kufundishwa kwa sababu kuna ambao walikuwa ama hawajapata mafunzo kama hao au hawajui kabisa. Asante tugeuke. Okay, kwako uh, mhandisi kwa TCRA, tuzo hizi zinamaanisha nini katika muktadha wa kuhimiza maadili ya utangazaji na habari ya? Labda nianze kwa kuzungumzia uh, mantiki ya kumpa mtu tuzo hmm. E, tuzo ni kitu ambacho kinatambua kazi ya mtu, kinaenzi kazi ya mtu. mm -hmm. Lakini kinamfanya ajisikie kwamba amethaminiwa na kwa kazi anayofanya. Kwa hiyo tuzo ni njia mojawapo ya kuhamasisha uh, mtu binafsi, taasisi kuendelea mbele, kufanya vizuri zaidi, kuongeza thamani katika kazi anayofanya na kama alivyosema Dokta Rozi, hizi mkakati huu ulikuja baada ya kuona kwamba kuna tatizo hmm. na ameongea kwamba tulikuwa na tatizo la maudhui ya ndani na tuna matatizo ya maudhui ya ndani e, bahati nzuri nawapongeza Azam. Maudhui ya ndani yana maana nyingi e, maudhui ya ndani ni kwamba inawasilisha mila, desturi, utamaduni wa taifa husika kwa mfano ukiangalia picha ya Uturuki, unasema hawa ni Waturuki. Kwa nini umesema Waturuki? mm -hmm. ni mwonekano na uwasilishaji wa picha yenyewe ambao unaakisi mazingira na tamaduni za Kituruki. Hii ni picha ya Kihindi. Kwa nini unasema ni picha ya Kihindi? alivyovaa anavyofanya mwonekano wake eh, anavyo E, cheza ile picha katika mazingira ya Kihindi. Kwa hiyo hilo e, ni nchi yote inapambana kuhakikisha kwamba inakuwa na maudhui ya ndani kujitabanaisha katika mataifa na katika dunia nzima. Sasa tuko kwenye ulimwengu wa utandawazi, ili mtu asome aangalie maudhui ya Tanzania lazima yawe bora yashindane kwenye soko la utandawazi kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kilio chetu. Baada ya kufanya tathmini, tukaona hapana, vituo vyetu vya utangazaji sana sana tumejikita katika kuhabarisha kuliko kuelimisha mm. kuwa mkoa akasema hivi fulani kafanya hivi, kuna gari limeanguka. Tunahabarisha zaidi kuliko kuelimisha mm. Ninapenda kurejea eh, waziri mkuu mstaafu Warioba alisema wakati yeye akiwa waziri mkuu magazeti yetu kuna sehemu ilikuwa inaandikwa maoni ya mhariri mm. Siju kama hilo mnalifahamu katika, mahe, katika pale mm. Ni kitu kimefanyiwa uchambuzi kimefanyiwa utafiti, kama anaandika kuhusu ukosefu wa maji Dar es Salaam, amefanya utafiti akaandika. Kitu asema mimi nikiwa kama waziri mkuu, kwanza nikiingia kwenye deski langu naipitia zile cutting, nasoma. mm. najua ha kule kwa Watanzania kuna tatizo hili, linatakiwa lifanye hivi. Sasa hizo kazi za makala, uandishi wa makala ni kama umepungua au unapotea. Kwa hiyo tunahimiza sasa kupitia tuzo na mafunzo yale tuliyotoa, kama alivyosema, tukasema mkakati hapa usiwalaumu watu okay. wafundishe kwanza mm-hmm. waelewe nini kilichopungua, na tuko katika teknolojia uandishi wa zamani na uandishi wa kutumia teknolojia ya kidijitali ni tofauti, eh, kwa hiyo haya yote tuliyakusanya tukayafanyia mafunzo, na kama alivyosema Dkt. Rozi eh, kutoa huu mzizi wa matatizo ulikuwa tuonane na mnyororo mkubwa. Tulianzia wahariri, wahadhiri wa chuo kikuu tulikuwa nao pale, ni mnyororo huo eh, tukaona maafisa habari wa serikali wao na wajibu wa kutoa taarifa. Je, wamejipanga vipi kuhakikisha kwa kwamba taarifa zinazotolewa zinaleta matokeo chanya kwenye jamii? Kwa hiyo tulikuwa na uhariri, wahadhiri wa vyuo vikuu kama alivyosema, maafisa habari, watengeneza wa maudhui mtandaoni, e, wote hawa mameja, nafikiri tulikuwa na watu wengi tu kutoka Azam nakumbuka. Wote hawa tukakaa chini tukaandaa changamoto ziko wapi, na kama alivyosema changamoto zilienda mpaka mbali picha zimetolewa zime pale, waandishi wa habari wanaenda kwenye press conference, amevaa kubazi <mimu> yeah? Sasa unaondoa heshima ya taasisi ya tasnia na we mwenyewe hujibrandi vizuri. Kwa hiyo haya yote tuliyoangazia, lakini sasa ili ya kuwe na jitihada, kifanyike kitu kizuri, ndio tuzo ndio kaja na, na tuzo M. Dr Rosi, maandalizi yeah, ya sherehe za utoaji wa tuzo yamefikia ya wapi? Tunaona tuna siku tatu tu kutokea mbili, tunaweza pia tujue ni tarehe hiyo hiyo iliyopangwa tarehe tano kama ambavyo <laughs> inajieleza au kuna mabadiliko yoyote? Hakuna <laughs> <laughs> <laughs> mabadiliko yoyote, tuzo ni tarehe tano mwezi wa tano saa, kuanzia saa kumi na mbili jioni na itarushwa mubashara na vituo vingi naamini na, na UFM pia watarusha mm -hmm. Aa, na zitafanyika jijini dar es salaam. Hafla hii itafanyika jijini Dar es Salaam hapo Masaki, katika ukumbi wa Superdome mm -hmm. Ni kwa watakaofika pale ukumbini ni waalikwa peke yao, yani kama umepata kadi ndio mm -hmm. utaweza kuingia mm -hmm. E, ili tunalisistiza, ili, ili kuepusha mtu kupata kadhia ambayo mm -hmm. sio nzuri maandalizi maandalizi yamefika wapi? Yanaenda vizuri, na mgeni rasmi anayetarajiwa ya mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu. Kwa hiyo uh, maandalizi mpaka sasa hivi tunaweza tukasema tunaelekea asilimia 75. mm-hmm. Unaniogopesha, unani kwa sababu una siku ni mbili. Mambo yanakwenda vizuri kuelekea katika uh, tuzo hizi tumezisubiri kwa hamu kwa kweli. Usiogope yani, usiogope usi usi msikilizaji wa UFM usiogope kabisa, mwandishi wa habari mm, yani ukisikia kwamba kwa siku mbili asilimia hizo, maanake sasa ni matangazo zaidi watu wazie kuwafikia wengi zaidi eh? Na leo tunapozungumza hapa tunatamani Mtanzania ajue ya kwamba wa tano saa kumi na mbili jioni mm. Basi kutakuwa na matangazo mubashara kutoka vyombo vya habari vingi, ambayo yatakuwa yanaonyesha namna ambavyo waandishi wa habari mahiri wanatunukiwa tuzo uh, na Mheshimiwa Rais wanatunukiwa tuzo na viongozi mbalimbali mbali, na tuzo mm -hmm. hizi ni za umahiri kwa habari ambazo zimepitiwa mm -hmm. kwa kiwango kikubwa sana na majaji wenye weledi mkubwa, lakini pia na wananchi wenyewe walipiga kura mm -hmm. kwamba hizi hii hi, hi habari iliyopitishwa na majaji uh, ilikuwa ni habari kweli ambayo ilikuwa inakidhi mahitaji yao Saf. Kabla ujamuuliza mm, Muhammad, mm, atusalii hapo kwake, kwa sababu tuna mm, tumejua siku, tumejua muda mm, na mambo yeah, na, yeah, na mabadiliko yeah, yeah. Hizi tuzo zime ziligawanywa kwenye vipengele gani muhimu ambavyo vinawaleta hawa wanahabari kwenye ushindani? Kuna vipengele vitatu kwa makundi, yaani kuna zile tuzo za kitaifa ambazo ziko nazo mara mbili, ambazo hapa tutakuwa na mwandishi mahiri yani yule kama kalamu mm -hmm. Mahiri aliyefanya kazi zake kwa ubunifu kwa muda, haijalishi umri mm -hmm. anaweza tu, ni yule ambaye mtu amebobea katika <coughs> habari ambazo ni za kuelimisha zaidi na kuleta mabadiliko, lakini pia tunao wabobevu wale watu ambao wamefanya kazi ya uandishi kwa muda mrefu wakakaa katika, yani wameishi, wame, wa maisha, wa maisha, maisha yao ishi katika uandishi yeah, mm. na wamefanya kazi zinazoonekana, wameripoti, lakini pia wameongoza, wamejenga waandishi wa habari wadogo na wachanga ambao pia nao Not yani wana mazao mengi yao mm. katika uandishi wa habari mm. lakini pia ha wanapewa tuzo za heshima. Hizo ni tuzo za heshima lakini pia uh, kuna ilikuwepo yingine ya kugombea ambayo tuliangalia eneo ambalo uh, mheshimiwa Samia Suluhu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amekuwa akilibeba nishati safi ya kupikia mm -hmm. nayo ilishindaniwa kwa hiyo kuna mshindi ambaye mm -hmm. atapewa atapewa tuzo mm -hmm. lakini pia tuna tunazo tuzo kwa vyombo vya habari mm -hmm. tunazo tuzo sasa za kisekta mm -hmm. Mm. sekta ya kilimo, sekta ya nishati, afya, uh, maji mm, mazingira, habari mm. michezo na utamaduni mm. hatuwezi eh, kujiacha eh? mm. jinsia tupo mm. eh, kwa hiyo hizo hizo habari na zenyewe zipo ambazo zitapatiwa tuzo zake. ni mm. waandishi wangapi uh, wamewasilisha kazi zao na ni kutoka maeneo gani nje kazi zilizowasilishwa ni elfu moja na mia moja na thelathini na moja kwa ajili ya, mwitikio ni mkubwa mkubwa. waandishi wangapi walikuwa mia saba na themanini na zile kazi zilizoenda kupigiwa kura ambazo zilikuwa ni themanini na moja hamsini na tisa hizo zilikuwa zilipigiwa kura elfu eh, sitini na, mia, na, na kama mia mbili na mm hivi yani -hmm. eh. kwa maana zilikuwa zinakwenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mitandao ya kijamii. Mchakato ulikuwa hivi uh -huh hizi uh -huh. habari um, elfu moja mia moja thelathini na moja zililetwa zilipoletwa zikafanyiwa kazi na majaji uh -huh. ambao wao wana weledi wa kitaaluma kule kulikuwa kuna sheria wanaoangalia mambo ya sheria kama na kanuni mle ndani mm. Lakini pia kulikuwa unaandishwa habari nguli na wabobevu ambao walipitia zile habari mm. Walipozipitia zile habari wakapata watu walioshinda mm wale watu walioshinda wakatangazwa, tukatangaza tukaja kwenye vyombo vya habari kuwatangaza, jamani, sasa tumewapata na ndio hawa hao. Sasa si kama wameshinda, wameshinda awamu ya kwanza ama hatua ya kwanza ile. Baada ya ile hatua ya kwanza, tukawaambia kwamba hizi habari zao tunazipeleka kwa wananchi, waliozisoma waliozisikia, wazione wazisikie tena, afu wapigie kura kwa hiyo kura zikapigiwa sasa, wakapigiwa ili kupata mshindi kamili, tukimaanisha kwamba mshindi wa kura hizi hatakuwa tu aliyetokana na mm. he, he, hekima ya majaji mm -hmm. Pia atakuwa ametokana na mapenzi ya watazamaji, wasikilizaji au wasomaji wa habari yake. Okay. Yes. No. Eh? Mchakato yakekua mchakato mchakato mrefu na mzuri kwa kweli, unahusisha anayesoma habari mm -hmm. Alafu unahusisha wana taaluma. Je, habari imeandikwa kwa kuzingatia taaluma na weledi? mm -hmm. Wote hawa wawili watu wa Kiswahili mmewashirikisha BAKITA matumizi ya lugha mm -hmm. Eh, kwa sababu nalo limeonekana ni changamoto kubwa katika wale majaji. yeah. kati yao ni wazuri sana. Sawa, tugeuke kwako mhandisi. Uandishi wa habari wa maendeleo ambao ndio ume, umekuwa ukizungumza mm. na ndio kilio chako kikubwa unachokisema, yeah. kwamba watu wamekuwa wanatoa tu habari hawako proactive kwa maana ya kutoa elimu na kuelimisha watu. unahitaji mazingira bora ya mawasiliano Uh, je, TCRA inachukua hatua gani kuhakikisha wanahabari wanakuwa huru na salama katika kazi zao? Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, kazi yetu ni kutengeneza mazingira rafiki kwa waandishi kufanya kazi na mazingira ambayo yatawafanya waandishi wa habari kuzalisha maudhui kwa kutumia taaluma na weledi katika kazi zao. Haya mazingira rafiki unayapata kwa kutumia sera eh, sera ile, mm, ile unaandika ile sera mm, I, ili ile sera ndio inatafsiriwa katika sheria na kanuni na mm, la sera lazima iwe inaenda na wakati. Kwa hiyo kwa sasa hivi tulikuwa na sera ya mwaka elfu mbili na tatu, nafikiri imepitwa na wakati. Tayari imeandaliwa rasimu ambayo ya sera ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ambayo sasa imeboreshwa kuangalia mapungufu na hali halisi ya utendaji kazi na mazingira yote ambayo mwandishi na mtangazaji anafanyia kazi. Kwa hiyo e, ni jibu tu kwa kifupi kwamba uh, tunahakikisha kwamba uh, vituo vyetu, waandishi wetu wanahabari wanafanya kazi katika mazingira rafiki yatakayowawezesha kutoa uh, uh, habari au maudhui yenye kiwango bora na yanayokubalika kitaifa na kimataifa. Dkt. Rosie, muda mm. unatutupa mkono mm. tuambie, uh, TAMWA ina mpango wa kuendeleza tuzo hizi kila mwaka ama huu ni mpango wa muda maalum tu? Hapana, sio mpango wa muda maalum. uh, tumezungumza na washirika wetu tunaendelea kukaa kwenye meza ya majadiliano ya kuweka mikakati kwa sababu unajua ni, mambo ni mipango eh? mm. ili kuweza kuona kwamba tuzo hizi zinaendelea, lakini pia cha msingi cha kuangalia ni kwamba hata jina lenyewe sio, sio, sio tuzo ya kuishia wakati huu. Na kwa nini tuliipatia jina la Samia Kalamu Awards ni kwamba tuliona kwamba sasa tulishakuwa na baba wa taifa ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na pia tumekuwa na rais wa kwanza mwanamke ambaye ni uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Maanake zinaweza zikaendelea siku hata siku mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. na, na hatuwezi kuzungumza na wewe bila kuwataja wanawake. Haiwezekani kabisa kabisa, haiwezekani, kwa sababu wewe mwenyewe utatununia ama utasema hawa vijana. Na mimi niongeze kitu hapo <laughs> baada ya mafunzo na sasa tuzo, tuzo zinakuja. Nini mnakiona baada ya shughuli yote hii mliyoifanya? Kikubwa tunachokiona ni kwamba kuna mabadiliko, kuna mabadiliko. Sasa hivi waandishi wengi wanaandika, hatuwezi atu tukalalamika, si hali, si kama ilivyokuwa, kama ilivyokuwa. Kuna makala nyingi zinaandikwa, lakini pia uchambuzi katika habari zetu umeongezeka mm. na pia hatujapata malalamiko ya ile haiba na na namna waandishi wa habari wanavyojibeba zile personal branding mm, tunaona zimebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mafunzo yale yalileta athari chanya na baada ya tuzo hizi pia uh, zitaleta athari chanya kwa waandishi wa habari wenyewe kama mmoja mmoja, lakini pia katika vyombo vya habari kwa sababu pia ni tuzo za mara ya kwanza kabisa ambazo zitatunukiwa pia vyombo vya habari kitaifa, kijamii na hata vya mitandaoni mm. kwa hiyo tunaamini kwamba hili pia litaamsha hamasa ya wenye vyombo vya habari kujali waandishi wao lakini, mm, pia waandishi wenyewe kujali kazi yao na kuithaminisha, lakini wana, wale wananchi ama watu wana, ambao wanatengeneza habari wa, wa, wanaopaswa kuwa vyanzo vya habari wataona umuhimu pia wa kutumia vyombo vya habari. Nema, sasa ulinikatisha hmm. uh, wakati namuliza na mm -hmm. Dr. Ruben hapa kuhusiana na wanawake mm. nataka kujua tu, na muda naometutupa mkono uh, tutuambie tuzo hizi zina mchango gani kwa maendeleo ya taaluma ya wandishi wa habari nchini, hasa kwa wanawake. tuzo hizi zina tikio wao katika hizi tuzo, unauonaje? umeridhishwa nao Mwitikio mwiti ulikuwa ni mkubwa kwa wanawake, ulikuwa e, mkubwa kwa wanawake na kwa mm, sababu pia walihudhuria katika mafunzo na walituma kazi zao, na naamini kwamba kadri tunavyokwenda mm, wataendelea kufanya vizuri zaidi, mm, na katika tuzo hizi uh, wapo ambao wameshinda uh, wapo ambao walishindani, walijishindanisha pia katika habari. Kwa maana hiyo tunaona kwamba uh, mwitikio unaonyesha uthubutu mkubwa wa vijana wa kike ambao wako katika tasnia ya habari. Tumalizie mm. na mwandishi mm. Uh, tunataka kufahamu mikakati. Baada ya yote haya kuyazungumza, kuna mikakati yoyote ya kushirikiana na vyuo vya uandishi wa habari hapa nchini ili kuandaa kizazi kijacho kizuri cha waandishi wa habari uh, bora uh, hasa habari za maendeleo ya mikakati ipo. Tumekutana tayari na zile taasisi zinazosimamia mitaala ya uandishi wa habari eh, kama chuo cha uandishi cha chuo kikuu mm. na kile cha Dodoma mm. na ninafurahi kusema kwamba tulipofanya kikao cha pili na wao tayari wamesha uh, huisha mitaala yao na inaakisi hali halisi ya soko lilivyo mm. Lakini pili, tumekuwa tunaongea na vituo vya utangazaji kwenye mkutano mkuu wa vituo vyote vya utangazaji. Eh, wanafunzi waliwakilishwa wa vyo vya uandishi wa habari, moja ya kilio chao wanasema wanapokuja kwenu kufanya internship mm. hamuwafundishi, ila mnawatuma watengeneze chai. Sasa so, hicho wanasema so, walichosema sure. Ili ujumbe utue barabara mm. eh, wanapokuja wanasema muwafundishe ili waelewe Wapeni kompyuta wazishike, wapeni kazi wahariri habari walete habari, ili ile internship iwakomaze na iwafanye wawe waandishi bora. Sawa, tunakushukuru sana mhandisi um, Andrew Kisika kutoka TCRA, lakini vile vile shukrani za dhati kwako Dr. Rosie Ruben kutoka TAMWA.